Karibu katika chaneli yetu ya Royal Polyclinic ambapo leo tutaenda kuzungumzia mada ambayo itakuwa na umuhimu sana katika kuokoa maisha yako au maisha ya mtu wako wa karibu. Mada yetu ya leo, tutaenda kuzungumzia umuhimu wa vipimo vya mapema au tunaweza tukasema early detection ya magonjwa sugu ambayo inaweza kuwa na athari kubwa katika maisha yetu. Karibu katika kipindi cha leo. Kwa nini uchunguzi wa mapema watu wengi kupata matatizo makubwa ya kiafya si kwa sababu magonjwa aliokuja nayo hospitali hayatibiki, bali watu hao unakuta kwamba anakuja hospitali katika steji ambayo ugonjwa ushafikia hatua mbaya. Mfano wa hayo magonjwa ni magonjwa kama presha, sukari, saratani au magonjwa ya moyo. Magonjwa hayo yakigundulika na kutibika mapema, yana hayawezi kuwa na athari kubwa katika maisha ya binadamu. Kwa ufupi, nitazungumzia makundi machache ambayo ni muhimu sana kufanya vipimo vya mapema au kufanya vipimo vya afya mara kwa mara. Kundi la kwanza nazungumzia watu ambao wana historia ya ugonjwa wa presha au sukari katika ukoo wao. Magonjwa kama hayo mara nyingi huwa ni magonjwa ya kurithi. Kundi jingine nitazungumzia kundi ambalo watu wenye, mtu mwenye uzito kupita kiasi. Uzito ukipita kiasi, mtu anakuwa kwenye riski ya magonjwa mbalimbali, kama magonjwa ya presha, magonjwa ya kuwa na magonjwa ya kuwa na kolestrol nyingi mwilini kwa hiyo ilo kundi nalo pia inabidi watu wafanye vipimo mara kwa mara, lakini pia wajitahidi kupunguza uzito. Kundi jingine nitazungumzia kundi ambalo watu wanawenye uh, mapenzi. Kundi jingine ambalo wanapaswa wafanye vipimo vya afya mara kwa mara ni kundi la watu wanaovuta sigara au wanaokunywa pombe. Pombe inachangia sana katika kuraisi, body cholesterol. Unazungumzia kiwango cha mafuta mwilini lakini pia kundi lingine ambalo wanapaswa wafanye vipimo vya kundi la watu wenye msongo wa, wa mawazo. Msongo wa mawazo sio mzuri kiafya, kwa sababu msongo mkali wa mawazo unaweza kupelekea kupandisha kwa presha. Lakini kundi jingine nitazungumzia wanawake ambao wanaona mzunguko wao wa hedhi hauendi sawa, yani ninazungumzia irregular periods. Ukiona periodi yako haiendi vizuri, itahidi sana kwenda hospitali haraka iwezekanavyo lakini cha mwisho ningependa kushauri overall, watu wote jitahidi, at least kila baada ya miezi mitatu jitahidi ukapime afya yako. Nazungumzia maambukizi ya virusi vya UKIMWI. Vipimo vya muhimu vya kufanya mara kwa mara ni kuscreen pressure, pima sukari mara kwa mara screen pia ile saratani. Kuna project huwa zinakopo za ku screen. Screening ni kama kupima saratani, especially kwa wanawake siku hizi kwa wanapata ile shida ya saratani ya shingo ya kizazi. Lakini pia ni muhimu kupima vitu, vipimo vya figo, ini, ultrasound. Lakini pia zile hormones, hormones zinazungumzia kwa wanawake ambao wanapata periods ambazo sio regular, zinakuwa irregular yani. Afya yako ni uwekezaji. Usisubiri mpaka ugonjwa kuharibia mwili ndo uje hospitalini. Magonjwa ambayo hayatibiki haraka iwezekanavyo, huwa yanaacha athari mwilini. Mara nyingi ugonjwa kama presha, presha ikikaa muda mrefu bila kutibiwa, inaweza kusababisha kiharusi, tunaijua kama stroke, lakini inaweza kuharibia figo moyo matatizo kama hayo sukari. Pia sukari ikikabila kutibiwa inaweza kuwa athari pia figo yako, lakini pia macho yako. Lakini inaweza kufanya mtu upate ganzi za mara kwa mara zisizo zisizokoma. Lakini pia hapa nikizungumzia ugonjwa wa maambukizi ya virusi vya ukimwi. Maambukizi ya virusi vya ukimwi yana stage. Jitahidi sana ukiwa stage 1 uwahi hospitalini. Ukikaa mpaka ukafika stage 4 hiyo huwa inaenda mbali mpaka kusababisha matatizo ya ubongo, tunaiita HIV encephalopathy. Asante kwa kuwa na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Usisahau ku like share, comment na kusubscribe channel yetu ya Royal Polyclinic. Lakini hapo pembeni utabonyeza alama ya kengele ili kupata notification zote zitakazokuwa zinahusiana na chaneli yetu.